What's going on everybody 254, UG, Uganda Wize, na stori ambayo niko nayo ni kuhusiana na Jennifer Lopez. Ee bana anaripotiwa kushtakiwa kuweza kupost picha zake mwenyewe ambazo waliweza kupigwa na paparazzi kwenye pre party ya Golden Globes jijini Los Angeles. Sababu kuu ya kushtakiwa ni kutumia picha hizo bila idhini ya wale ambao waliweza kumpiga picha hizo ambaye alikuwa ni Edwin e, Branco pamoja na shirikisho la upigaji picha ambao linakwenda kwa jina la Back, e, Back Grid USA Kuma kwa mujibu wa kesi hiyo, Blanco pamoja na Backgrid e bana, wanaweza kujipatia hadi kiasi cha dola laki moja e, na nusu, ambayo ni sawa sawa sasa na Tanzania shillings milioni mia nne na nne kwa kila picha ambayo aliweza kuipost Jennifer Lopez, basi anaweza akalipia e, kwa takriban milioni mia nne na nne ambazo ni Tanzania shillings hizo. Sasa inaripotiwa kuwa Jennifer Lopez aliweza kupigwa picha mbili, lakini hizo picha aliweza kuzipost kupitia kurasa zake za kijamii, hivyo bas ataweza kulipa eh, takriban Tanzania shillings milioni 800 eh, na nane na ushewe na hivi hapo hapo na Vicente fulani hivi ndio vinakaa hapo. Lakini Jennifer Lopez moja kwa moja ameonekana kabisa eh, kuweza kushtakiwa baada ya kuweza kupost picha ambazo picha hizo ziliweza kupigwa na mtu mwingine, na yeye akaweza kuzichukua na kuweza kuzipost hata kama ni picha zake yeye mwenyewe. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote